Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Kwenye mkakati wa kushirikisha kamilifu, tunazo program za kuwezesha wananchi kupata mitaji, masoko na mafunzo ya ujasiriamali. Upande wa serikali huku, kupitia halmashauri zetu tumeanzisha program mbalimbali ambazo mnaweza kuamua kujiunga. Moja kwenye sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi Tumeanzisha ile ujasiriamali wa vijana ile BBT ambayo wenye interest ya kulima kufuga na uvuvi wanaingia wanaunda vikundi vyao na serikali inawaona na, na kuwaongezea nguvu kwenye uvuvi. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amepita maeneo yote ya wavuvi kugawa maboti nyavu pamoja na kuhakikisha kuwa wanawapa hii teknolojia mpya ya ufugaji wa vizimba. Amefanya hivyo jijini Mwanza kwa kuwapa wavuvi wa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu na Mara wanaozunguka wa ziwa Victoria. Amefanya hivyo mkoani Kigoma wale ambao wanakaa karibu, wanazungukwa na ziwa Tanganyika, Kigoma, Katavi, Rukwa lakini pia Songwe, amefanya vile ukanda wa pwani Tanga, Twara, Lindi na pwani ni mikoa ambayo pia imefaidika na hapa Dar es Salaam. Na sasa mheshimiwa rais alitenga fedha ya ujenzi wa bandari ya uvuvi ambayo haikuwepo kabisa, sasa inajengwa, lengo wale wote ambao wanataka waingie kwenye ujasiriamali uvuvi, wafanye kazi zao. Tumefanya hivyo kwenye kilimo najua mradi mkubwa ulioko Chinangali Dodoma, unaokusanya vijana wengi, lakini maelekezo tuliotoa kwenye halmashauri watenge maeneo ya kufanya shughuli za kilimo na mifugo kwenye maeneo yenye fursa mifugo. Hizi ndio programu ambazo tunafungua milango ya wale wote wenye uhitaji wa kufanya haya kulingana na mazingira yao. Kwa hiyo atakuja kuelezwa mengi na mawaziri, ya waziri ambaye yuko hapa na wale wawasilishaji taarifa. Program ya tatu ni ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Hii inakwenda kulenga wanawake kuwawezesha kiuchumi kupitia yale majukwaa yaliyoelezwa na dada yetu kwamba yeye ni mwenyekiti wa majukwaa yote ya wanawake. Hii imeingia hapa Tume, tumetaka pia tuanzishe viwanda vidogodogo ambavyo tunaviona sasa vinashamiri maeneo yote. Juzi nilikuwa Mbeya, wakati wa zoezi la uzimaji wa mwenge na tulikuwa na wiki ya vijana. Ndani ya wiki ya vijana ile, vijana wengi wa taifa hili ambao walishiriki kwenye sheli wiki ile, walionyesha kazi mbalimbali, namna wanavyoendesha viwanda vyao vidogodogo vya uchakataji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi na kuviongezea thamani na wanapata masoko. Na kwa bahati nzuri, Mbeya ilikokuwa tunazima mwenge ni karibu na nchi ya Zambia, lakini pia Malawi. Mbeya sasa imekuwa soko kubwa zuri la bidhaa za ndani ya nchi kwenda kwenye nchi zao. Changamoto tunao nayo ni kwamba uzalishaji wetu bado ni mdogo kwenye mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi na kuyaongezea kwayo nitoe wito kupitia kikao hiki, ni vyema kwenye eneo la uanzishaji wa viwanda vidogo tukaimarika. Jana nilikuwa jijini Tanga siku ya chakula duniani, ndiko nilikoona sasa namna wa kina mama na vijana wanavyoendesha viwanda vidogo vidogo, na vinawaletea faida kwa kuchakata mazao ya chakula, kwa maana ya chakula kupita kilimo, mifugo na uvuvi tunataka tuimarishe maeneo ya kibiashara na nyiye mmeanza hapa jijini Dar es Salaam, kama vile Mwananyamala viwandani; ni eneo ambalo pia limeshaanza kukusanya wajasiriamali. Mbagala Industrial Clusters kwa wilaya ya Temeke na halmashauri ya manispaa ya Temeke, lakini pia tuna Ubungo Small Industry Park ambayo pia na yenyewe nakwenda kukusanya wafanyabiashara na wajasiriamali wa wengi, na maeneo mengine yote haya ambayo yamebuniwa na halmashauri. Na sasa ongezeni ubunifu, halmashauri, tuweze kuwaleta pamoja ha, tunakwenda kutenga maeneo ya shughuli za uzalishaji mali na biashara. Serikali ilishatoa maelekezo kila halmashauri na ili, nimerudia nimerudia, na sasa naenda, mkajimarishe. Muhimu zaidi, tunataka tuone kila anayetaka kujihusisha na kimambo ya kiuchumi apate na maeneo hayo ya kufanyia kazi. Hadi sasa halmashauri 176 nchi nzima zimetenga ekari laki mbili sabini na nne elfu na arobaini na saba kwa ajili ujasiri ya ujasiriamali lakini hii ni kwenye sekta ya kilimo, na mita za mraba laki tano, na arobaini elfu, mia sita na mbili, kwa ajili ya biashara za kawaida. Na maeneo haya yako tayari yameanza kunufaisha vijana zaidi ya laki moja na tisini na tatu elfu na mia tano na tisini na tatu Serikali kupitia halmashauri wilaya, toeni msukumo wa kuhamasisha na kusimamia uanzishwaji wa usajili wa vikundi mbalimbali vimeyeelekea wa ushirika kwa wajasiriamali hawa ili waweze kufikiwa kwa urahisi, wafikiwe katika kupata mitaji, wafikiwe katika kupata elimu ya matumizi ya mitaji hiyo wafikiwe katika kutambua changamoto zao na kuzitatua kwa haraka. Mmoja mmoja huko unaishi kule Mwenge, si rahisi kukujua, lakini kama kikundi ni rahisi kuwafikia na kuwajua. Kwa hiyo, nendeni mkajisajili kwenye mifumo ya kidigitali na vikundi vyenu, Serikali wafikie. Fuatilieni kwa karibu, viongozi wa wilaya, mkuu wa wilaya na halmashauri, fuatilieni kwa karibu mwenendo wa biashara zao, mwenendo wa ujasiriamali wao, waweze kutatuliwa changamoto zao, waweze kutatuliwa kero zao, ili muone kama je, tunapata ufanisi au la. Matake hatuwezi kujua wanafanikiwa kiasi gani kama hatuwezi kuwafikia tukawasikiliza halafu tukatatua pamoja. Na wakati mwingine wanapofika mahali mko nao watawaambia tunashukuru kwa elimu mliotupa, tunashukuru kwa mitaji mliotupa tumefanya biashara tunaona mambo yanabadilika badilika. Tunataka tufikie hapo. Serikali ngazi ya halmashauri na, na wilaya, hakikisheni mnawafikia vijana, wanawake na makundi yote maalum ambao wanajishughulika na ujasiriamali na kuhakikisha kwamba wale wanaofanya kazi pamoja wanaendelea wale ambao tayari wamefungua shida zao wamejitosheleza, wamegraduate, yani wametoka hatua chini wamefika hatua fulani na wameajiri, basi wanapata nafasi ya kuajiri wengine. Wale ambao wanahitaji kuimarishwa kiufundi, waelekezwe mahali pa kupata stadi maalum. Lakini pia shughuli zao za, u, za uchumi zisimamiwe na maafisa maendeleo ya jamii, maafisa ustawi wa jamii, wote kwa pamoja waweze kuweza kuwafikia na kuwapa elimu ya namna ya kushughulika na shughuli zao. Serikali itaanzisha programu maalum za kuwawezesha vijana waliomaliza taasisi za elimu ya juu na kati kuingia katika ajira na kujiajiri. Programu hizi zitahakikisha vijana wanapata mitaji, elimu ya ujasiriamali, ardhi na mazingira wezeshi ili kushiriki. Hapa ina maana kwamba tujipange sasa na wale vijana wanaohitimu ambao wanatamani kuingia kwenye ujasiriamali na wao lazima tuwatengenezee utaratibu, ili anapomaliza kusoma anakuwa na malengo. Na hii sasa itawafanya wasomi wanaotaka kwenda kwenye ngazi fulani ya elimu aende akasome kimkakati. Kimkakati maana yake unakwenda kusomea elimu A ili kusaidia kufanya shughuli A. Haya ni maono makubwa ya Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba anayanyanyua makundi haya yaende safari ndefu ya kwenda kumiliki uchumi wa nchi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, safari imeanza kwa kuundwa wizara ambayo haikuwepo hapo awali katika awamu zote, lakini Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya iwepo. Makundi haya ameyakusanya yote kama vile mnavyoona kuku anakusanya vifaranga vyake kutoka kona zote na kuviatamia, akayaweka kwenye hii wizara. Nani kama Dkt. Samia Suluhu Hassan jamani? Dkt. Samia Suluhu Hassan ana moyo wa kuona mtu mnyonge chini kabisa, katikati ya maendeleo yaliyotokea katika nchi hii, akasema, hapana, waiteni wote waje kwangu, ni wakusanye ni waatamie, lakini nataka niwasajili ni wafahamu, mmoja baada ya mwingine. Akaanzisha mfumo wa usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo, na leo hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, laki moja na kumi na moja wameshasajiliwa katika mfumo huo wafanya biashara oye! Oye! Akasema hawawezi kuzunguka zunguka bila ofisi, natoa milioni kumi katika kila mkoa wajenge ofisi zao. Walau nikisema wako wapi, ni waone pale kwenye ofisi ya mkoa, amejenga hajajenga, amejenga hajajenga. Ofisi zimekamilika kasoro mikoa mitano tu, ambazo nazo zipo katika hatua nzuri. Mheshimiwa wa Waziri Mkuu akasema sitawaita ni siwape ajenda ya uwezeshaji kiuchumi, ambapo sasa akasema ukiacha mikopo ya asilimia kumi katika halmashauri isiyo na riba, natengeneza mkopo mwingine kwa hawa ambao wameshanyanyuka nyanyuka, ambao utatolewa na serikali kupitia benki ya NMB, ambapo riba yake ni asilimia saba tu, naweka bilioni 18.5 na sasa hivi bilioni tisa Nukta sita zimeshatolewa kwa wafanya biashara wasiopungua elfu nne mia tano. Piga makofi kwenu tafadhali.